Sasa kama ambavyo si inafanya kazi, ndivyo na binadamu alivyo. Wewe hapo na operate ndani mwako, huyo wa nje sio wewe. wa nje ana kwenyeotokea na mfumo wa ndani unaotumika kukuendesha. Kwa hiyo kuna binti hapa, mweusi, mnene, kibonge, mrefu, anayo na shida, sio huyo unayemuona. Shida ndani mwake kwenye operator, anani. Swala siyo mwanaume, anawezekana ananukia vizuri good, usidanganyike na mwamba hapa na kuja na yeah! ah uh huyu -uh. sio mna aliyoko ndani una... Sasa shida iliyopo ni kwamba unakutana na cover la Samsung Galaxy Samsung Note Galaxy Infinix, ndio mnakutana nao kwenye fellowship. Mwamba mmoja pimpu, kajiwekea cover kidogo, kajiwekea screen protector, yuko kanyooka, unajidanganya kwamba huko ndani kupo sawa, kumbe sio yule unaye muone. Inawezekana ukakuta kuna imenyooka, hey, imewekewa protector lakini ina virus ndani. Unajua simu yenye virus ndani inakuwa, asubuhi inaweza ikaamka ikagoma kuka. E, ay, ay, ukiloki na aloki. Okay, unlock, unlock. Piga simu, inajikata. Simu inajifungua WhatsApp, inajituma, inajitua, inajipiga video call tena, bahati mbaya e, e. Yaani ugu imejipeleka tu flight mode yenyewe. Kuna wakati mtu anakudai ndio inampigia simu anayekudai kwa hiyo <laughs> unakuta simu ni nzuri lakini kuna namna inaendenda, unashindwa kuelewa. Ndio maana unakutana na mwanaume handsome kanyooka, lakini Halo ndugu yangu, ukikutana na usijaribu kuingia kwenye mifumo ya ndani, kuna madude utakutana nayo. Kuna wenzako tumejishikilia hapa, tunatembea kama Yesu, wadogo tunajua matatizo yetu. Wewe umejifanya mama la mama baba la baba, umekutana na pisi moja kali, imenyooka, inanukia, ukasema ngoja nijiingize chubwi. Unapiga mzigo mzuri, unafungulia dude la matatizo, uko ndani tanta, umeingia kwenye mama